Mtu fulani alifafanua janga kama tofauti kati ya kile ambacho kingeweza kutokea na kile kilichotokea kweli. Unapofikiria kuhusu ufafanuzi huu wa janga, hakika unahusiana na taifa la Yuda na hasa mfalme wake wa mwisho, Mfalme Sedekia. Huwezi kujizuia kufikiria kile ambacho kingeweza kuwa, kile ambacho kingeweza kutokea kama yeye na watu wake wangesikiliza tumaonyo ya Mungu kupitia nabii Yeremia lakini kile ambacho, kingeweza kutokea kile ambacho kutokea akikutokea kabisa kile kilichotokea kweli kilikuwa janga sasa tunapofikia siku za mwisho za taifa la Yuda kabla ya kuhamishwa tunapewa maelezo hapa katika Yeremia sura ya thelathini na saba hadi thelathini na tisa ya, ya mandhari matatu tofauti yamewasilishwa kwetu hapa na katika mandhari hii ya kwanza kuna mfalme ambaye anakataa kusikiliza Sura ya 37 inatuambia kwamba Sedekia alikuwa mwana wa Yosia. Yosia alikuwa mfalme wa mwisho wa Yuda aliyemcha Mungu lakini Sedekia hakuwa kama baba yake. Kwa hivyo, unaweza kufikiria maneno haya yakiandikwa kwenye kaburi lake. Fikiria yakiandikwa kwenye lako. Haya hapa katika mstari wa pili: wala yeye, wala watumishi wake, wala watu wa nchi hawakusikiliza maneno ya Bwana Aliyosema kupitia Yeremia nabii. Fikiria mtazamo wa mfalme ni sitasikiliza neno la Mungu. Sasa licha ya kwamba Sedekia hatasikiliza Mungu, anamtuma ujumbe kwa eh, Yeremia hapa katika mstari wa tatu akisema, tafadhali utuombe kwa Bwana Mungu wetu. Hii ni ya kushangaza kiasi gani! Kwa maneno mengine, sitasikiliza Mungu, lakini natumai Mungu atakusikiliza wewe na mimi kupitia wewe. Unajua, nimekutana na watu wengi katika miaka niliyotumia katika huduma ambao hawataki chochote kufanya na neno la Mungu, lakini wanapopata matatizo wanataka Mungu awasikilize. Nilikuwa nikiangalia tukio la dharura hivi karibuni kwenye habari na ilikuwa ya kushangaza kuona kila mtu akiongea kuhusu kuomba, wote wanaomba. Lakini hebu hebu nikwambie, Mungu si kengele ya moto. Yeye hangojei simu yako ya dharura ili aweze kufika. Huwezi kumchukulia Mungu kama kitufe cha hofu. Unatembea naye kila siku. Sasa tunajua kihistoria kwamba jeshi la Babeli lilizunguka Yerusalemu ili kuwafanya watu wafe njaa na kujisalimisha. Zedekia alikuwa tayari ameomba ee, eh, taifa la Misri kumsaidia dhidi ya Wababeli. Kwa hiyo wakati wa Babeli wanapoondoka Yerusalemu sasa kwenda kupigana na Wamisri huu ndio wakati ambapo Zedekia anamwomba Yeremia kuomba. Sawa, mfalme anatumaini kwamba Wamisri watawashinda Wababeli. Kwa hiyo Yeremia, unahitaji kwenda kuomba kwamba Mungu atafanya hivyo kutokea kwa njia. Ninatumia neno Wababeli ingawa maandiko ya kibiblia wakati mwingine yanawataja kama Wakaldayo. Wababeli ni neno la jumla zaidi kwao. Wakaldayo waliishi kusini mwa Babeli, walipata nguvu wakaanzisha nasaba ya watawala juu ya ufalme wa Babeli. Kwa hiyo Mkaldayo ikawa jina lingine la Babeli. Sasa Yeremia anapata ombi hili la kuomba, unajua kwamba hawa Wakaldayo, hawa Wababeli washindwe na Misri, lakini Yeremia anamtumia mfalme Sedekia jibu ambalo mfalme hataki kusikia. Aya ya saba inasema jeshi la Farao lililokuja kukusaidia linakaribia kurudi Misri kwenye nchi yake, na Wakaldayo watarudi na kupigana dhidi ya mji huu, watawangamiza na kuchoma moto. Hiyo ni njia nyingine ya kusema kwamba Wamisri hawatakuwa msaada wowote kabisa. Lo, watarudi nyuma, u uh, Wakaldayo watarudi sasa na watachoma Yerusalemu hadi chini. Sawa, hiyo ndiyo sehemu ya kwanza. Sasa kuna sehemu ya pili inayoendelea hapa na nabii wa Mungu ambaye ambaye anadharauliwa na watu wake. Wakati huu ambapo Wababeli wamejiondoa kupigana na Misri. Yeremia, kwa kweli anaamua kurudi kwenye mji wake wa nyumbani. Hata hivyo anafika tu kwenye moja ya malango ya Yerusalemu. Aya ya 13 ya sura ya 37 inatuambia, mlinzi yaani, askari, alimkamata nabii Yeremia akisema, unakimbilia kwa wakaldayo. Naam, Yeremia hana nia ya kukimbia. Huduma yake ni kwa watu wa Yuda. Tazama aya ya 14. Hii Yeremia alisema, ni uongo. Sitoroki kwa wakaldayo. Lakini mlinzi hakumsikiliza na akamkamata Yeremia na na kumpeleka kwa maafisa na maafisa walikasirika na Yeremia na wakampiga na kumfunga gerezani. Hilo ni tukio lisilotarajiwa. Inanivutia hapa kwamba mfalme Sedekia kwa siri anamuuliza Yeremia kama kuna neno lolote kutoka kwa Bwana wakati Yeremia yuko gerezani baada ya kupigwa. Na siwezi kujizuia kufikiria huyu mfalme ni mwoga kiasi gani anajua yeremia ni nabii wa kweli wa mungu lakini hatamkinga badala yake anatumaini kwamba unajua kuna habari njema kutoka kwa nabii yeremia anamjibu mfalme hapa katika mstari wa kumi na saba utakabidhiwa mikononi mwa mfalme wa babeli huo ni ujasiri wa kweli wapendwa yeremia hataacha kusema ukweli kwa sababu tu yuko gerezani na viongozi wengine wa kisiasa hapa katika sura ya 38 sasa na mstari wa nne, wanamtaka mfalme amue Yeremia kweli. Huyu mfalme mwoga anaacha uamuzi huo kwao, na wanaishia kumweka Yeremia kwenye kisima au shimo lililojaa matope na wanamwacha hapo afe kwa njaa. Lazima nikwambie mfalme Sedekia ni kama viongozi wengi wa kidini, viongozi wengi wa kisiasa wa siku zetu za leo badala ya kusimama kwa ajili ya ukweli wanarudi nyuma na wanaenda pamoja na umati, wanachukua kura ya wengi, wanagoma kutetea wale wanaojua, wanazungumza ukweli. Sedekia ni mtu wa aina hiyo. Yeye ni mtu dhaifu, anaendeshwa na hofu. Anaogopa Wababeli, anaogopa wapinzani wake wa kisiasa, maafisa wake, anaogopa idadi ya kura zake kushuka miongoni mwa watu wa Yerusalemu, na hata unajua, anaogopa Mungu kwa ushirikina. Kwa kweli, anaogopa kusimama kwa miguu yake mwenyewe na kutosimama kwa ajili ya ukweli. Unaweza kusema miguu yake imekita katikati ya hewa. Sasa, katika drama hii yote, kuna mtu mmoja katika mahakama ya Sedekia ambaye, ambaye kwa kweli anafikiria kwa usahihi. Jina lake ni Ebed Meleki na anaomba mfalme amruhusu kumwokoa Yeremia, na mfalme anakubali. Hivyo mtu huyu anamtoa Yeremia kutoka kwenye shimo lenye matope na kumweka katika seli ya usalama zaidi. na na na hapa tena, wapendwa, huyu mfalme mnafiki wasiri anamwita Yeremia na anamuuliza neno lingine kutoka kwa Mungu. basi Yeremia tena anasema ukweli hapa katika mstari wa 17. Kama utajisalimisha kwa maafisa wa mfalme wa Babeli, basi maisha yako yataokolewa na mji huu hautachomwa moto, na wewe na nyumba yako mtaishi. Basi bila shaka ukataa kujisalimisha kungeleta matokeo kinyume. Yerusalemu itachomwa moto na familia ya mfalme uawa, ikiwa unaweza kuamini Jibu pekee la Sedekia ni kumwambia Yeremia hapa. Asil. Asirudia mazungumzo haya yoyote na maafisa wake wa mahakama. Hajazingatia onyo la Yeremia. Anaogopa washirika wake wa kisiasa, na kwa kukataa huku kwa mwisho sasa, janga liko karibu tu. Kumbuka, mwanzoni mwa somo letu leo tulifafanua janga kama tofauti kati ya kile ambacho kingeweza kutokea na kile kilichotokea kweli. Tunaweza tu kufikiria kile ambacho kingeweza kutokea kama Sedekia angekuwa amesikiliza neno la Mungu. Sura ya 39 inatuleta kwenye tukio la mwisho na la kusikitisha, wakati siku ya hukumu inafika hatimaye. Kama kitabu cha historia, Biblia inaelezea kuanguka kwa Yerusalemu na ni wazi kabisa lakini ni rahisi kufikiria hofu yote iliyohusishwa na tukio hili. Mzingiro wa Babeli wa Yerusalemu utadumu kwa takriban miezi kumi na nane kabla ya kuta kuvunjwa hatimaye. Hapa katika mstari wa nne tunaambiwa Sedekia alikimbia akitoka nje ya mji usiku kupitia bustani ya mfalme kupitia lango. Eh. Mstari wa tano unatueleza kwamba yeye na wale waliokuwa naye wanakamatwa. Mstari wa sita unatueleza kwamba wana wa Sedekia wanauawa pamoja na viongozi wengine wa kisiasa. Kwa kweli jambo la mwisho kabisa ambalo Sedekia anaona ni kuuawa kwa wanawe. Baada ya kuuawa kwao, mstari wa saba unarekodi kwamba wa Babeli walimtoa macho Sedekia na kumfunga kwa minyororo ili kumpeleka Babeli kama vile Yeremia alivyotabiri, Yerusalemu inachukuliwa, kuta zake zinabomolewa, mji unachomwa moto. Wengi wa manusura wa Kiyahudi waliobaki sasa wanachukuliwa mateka kwenda Babeli. Ni watu maskini tu katika nchi ya Yuda ndio wanawachwa nyuma. Sasa mistari ya 12 hadi 14 inatufahamisha kwamba Yeremia sasa anaachiliwa kutoka kwenye seli yake ya gereza, anatendewa vyema na Wababeli, wanamtambua kama nabii wa kweli wa Mungu. Na huwezi kujizuia kufikiria, wapendwa, nini kingetokea kama tu wangesikiliza neno la Mungu na kumgeukia Bwana wa utii? Basi hebu tujifunze, tujifunze hili kutoka kwa historia. Hebu tujifunze somo hili, tuhakikishe tunaishi leo bila majuto. Unafanyaje hivyo?